Tuzungumze baba, nikurudishe nyuma, kipindi cha ujana wako, ni mi, mi, mi, miaka hiyo umesema una miaka tisini na mbili. Tuseme kipindi cha miaka ishirini na tano ishirini, ujana ule nkangali, ulikuwa unajishughulisha na kazi gani hasa? Mimi hapa mwaka, mwaka, mwaka hamsini, hamsini na nane, mm. nilitoka hapa, nilisafiri nikwenda Zanzibar. okay. kwenda Zanzibar kule kuenda kutafuta maisha kama ya kawaida kwa bahati mm -hmm. nikifika Zanzibar nika kule nikafanya kazi ki kule kinuwa mm miguu -hmm. kule katika vinu vi, vi, vya usumba na, na, na, na, na mafuta pale, nimefanya mm -hmm. kazi kule. mwisho nikaingia katika kujifundisha charahani mm -hmm. nikawa mfundi mkubwa wa charahani Mashallah nikarudi Mafia hapa mzee wangu mamaangu, mm -hmm. akaniambia mwanangu, umerudi sasa, nataka, nataka uoe. kwa hivyo mm -hmm. mama alinichukua alin, alin akaenda akaniozesha mtoto wa kaka yake mm -hmm. na siku ya ndoa mm -hmm. itakuwa kama siku ambayo mapinduzi ya, ya, ya, ya Unguja ile mm -hmm. mnafahamu yalikuwa Jumamosi kwa mtu wa Jumapili, Jumapili menashika mm -hmm. mkono kukuoa hapo nasikia Unguja imepinduliwa, basi nika kuja hapa Mafia, ikawa nashughulika na, na mambo ya, ya kilimo, nishughulika nikafanya mkahawa kidogo, naendeleza na mkahawa na kilimo na ufundi nakwenda nao, alhamdulillahi rabbil alamin. Miaka ikaendelea kidogo mpaka ikafikia kwamba nikafikia katika mambo ya, ya, ya nini ya ya siasa tena. Ndiyo. Nikaingia katika mambo ya siasa pale, mm. Kwa bahati hii Chunguruma ilikuwa pamoja na Ndagoni. Ndiyo. Okay. Ilikuwa pamoja na Ndagoni Chunguruma. Sasa okay. Wote hapa Chunguruma tu ni Ndagoni. Okay. Lakini baada ya miaka miwili mitatu Chunguruma tukapata serikali ya kijiji. Ndiyo. Okay. Uamuzi umetokea kutoka mkoani. Ndiyo. Ikawa Chunguruma kupata kijiji ndio ikaanza si nini kijiji, kijiji. kijiji. kijiji. E, mm -hmm. Ndio kaanza uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji mm -hmm. miaka hiyo umeendelea umeendelea, wamepita kwenye viti wa kijiji mpaka ikafikia themanini na themanini na sita mimi nilikuwa mwenyekiti wa kijiji e, kwa miaka ishirini Ki, ki kila baada ya miaka mitano navuka masho no. Nini kilisababisha ulidumu kwa muda mrefu katika madaraka ya mwenyekiti wa kijiji? Ma madaraka nimedumu